Kwa ajili ya kumkomoa ex wangu, ujumbe ulimfikia ameomba msamaha sana, ila nimemwambia siwezi kukusamehe kwa kwakuwa swala lako lipo kwa mama, kwa hiyo msamaha wako uko chini ya jamhuri. Kwa hiyo nimemwambia swala la msamaha wako ni swala la jamhuri, sio mimi tena eh. Kupitia ile picha mama, pia nilipata madili mbalimbali mbali. ila changamoto ilikuwa moja, kuna madili mengine walikuwa wanasema twende wote Nikakutafuta sana upatikane. Kuna kampuni moja ilipata dili, nataka tutangaze wote, mimi na wewe. Wewe ulikuwa unatakiwa uposti mara mbili tu, walikuwa wanatupa hela mama, walikuwa na kula zako saba na mimi saba <laughs> nampigia Mheshimiwa Mavunde na mwambia jamani, mama huko anatakiwa tukachukua hizi hela ya yeah ya na mimi mama, ni kushukuru sana uongozi wako, viongozi wako wote, majina yao yanafaa kuwa viongozi. Kwa wale wenye watoto, kuna jina ukishampa mtoto sahau kabisa kupata cheo serikalini kikubwa. Yaani, ukishamwita mtoto Chris, awezi kuwa mkuu wa majeshi. Yaani ni ngumu sana ili tupate mkuu wa majeshi anaitwa Kamanda Chris <laughs> yaani kuna watu kabisa wanaona kabisa aliumbwa azaliwe akuwe awe IGP aliumbwa wazaliwa kwewe kamanda kama Kamanda wa Mulilo pale unaona kabisa yes, akionyeshwa hivi unaona kamanda. Ila siku tukoje kapata kamanda anaitwa Kevin, ili taifa tunalijua wataanza kumwita Kevo. Kwa hiyo hata zile habari za biladi yayo zinaandikwa pale Kamanda Kevo anawashikilia Panya Road, taifa linaanza kujiuliza anawashikilia au wanamshikilia? Yeah, mama, unajua mtaani huko sitamwamini sana miladi. Eh, hey, yani, kila kitu unachokusema miladi yayo yakiposti ah, kumbe ni uhakika hey, hata, hata ile picha tulipopiga hapa watu wakaniambia unajua umepiga picha na mama, mimi mwenyewe nikauliza mbona miladi haja post, lakini yeah. yeah, mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda mda, amenialika. hey, Dr. Tulia amenialika marathon Mbeya, sijui kama unataarifa Nilivyosikia bunge linafungwa, Tulia kaandaa marathon, sije kuwa nakimbia na kinu wa mgongo cha wabunge. Kwa hiyo mama, leo najua tutapata picha nyingine. Kwa hiyo zile kampuni zendelee kutafuta, jitahidi leo nipate namba yako, wenzako wana namba yangu, na kina Aweso kina Mheshimiwa Mavunde kina Dr. Tulia wana namba yangu kuna muda naposti meme nzuri, wananiambia Said, naomba hiyo <laughs> mi niko najua, waheshimiwa ukichukua namba zao, kila siku mnakuwa mnaposti mambo ya sikalini bwana. Juzi nimemshangaa Mavuni na yeye amemposti Dogopaten, kaandika pale afande, nilegezee kamba, nikasema ah, kumbe hadi waheshimiwa hiyo wanaijua. Kwa hiyo mwema, hakikisha tunafanya hivyo ya Mheshimiwa Tulia. Ah, wewe uko sawa kabisa mama pia tuliaga nanitumia umeme nikikwama, mimi nimeshaanza kununua umeme nikana mtafuta wa elfu kumi. Kuna siku alinitumia umeme wa laki mbili kwangu, palipiga shoti, nikawa namtafuta waziri wa nishati nimwambie nauza umeme, at least ile laki mbili nigeuze kuwa hela <laughs> ah, mama, cha kingine sho ilopita tulikuwa na umidimpozi hapo pembeni yako nimegundua maisha yanabadilika. Leo jamuona. Unahisi ajaja amekuja amemweka bakbencha huko bwana wapi? <laughs> Ndugu yangu nyosha hata mkono tu Omid... Ah, mkonouo nilikwambia maisha yanabadilika. Si nikwambia kuna siku nitakusaidia, si hivi? Nimekuonesha kwa mama. Mama, baadaye kama itakupendeza naye apate picha. Ni ngumu kwenda kuambia watu walikuwemo huko ya lakini, kwa kwa kuwa ni siku ya habari, najua kuna habari hauna, kwa hiyo nitakuwa nakupa ya. Nasikia JSM wetu waga anamkopa manala hela, wanasema manala Diamond pia na aliazima laki tano pale, eh, lakini pia manala, sijui kama ulisikia hii, yule mwanamke wake ambaye tulifanyia sherehe hapa hapa washachana. lakini pia juzi nilikuwepo kwenye birthday ya mtoto wa Marioo Harmonize. Alikuwa anacheza na Kajala bwana, wamerudiana nao mama. Kwa hiyo, Harmonize inaonekana ni mtu anajua sana kungania ugomvi mpaka ukaisha. Tumtumia hata kwenye ile vita ya Ukraine kule, Harmonize shakuambia kazi ukumziki ukishinda, yeah. lakini pia kama kuna nafasi yoyote mama, unaweza ukampatia, mpatie mapenzi na muendesha siku hizi ya imbi Mama, mimi nakupongeza sana, serikali yako inafanya kazi kubwa. Moja ya kitu ambacho mimi waga na fly ni kwamba kwa marais wote ambao wameongoza nchi yetu watoto wao waga ni wakubwa, ajai kupata rais ana kale katoto ka junior, kwa sababu huyo rais angeendesha ange hili taifa kuwe shida. Yaani mama ungekuwa na kale ka junior kadogo kangekutesa sana, umekaa zako hapo, kametoka nje Unakaita ndani akataka akataa anakwambia kataka kata kucheza na pamba gani mpaka budi na asinge kataa baba, watu wanatoka nje, anaenda kucheza naye kwa sababu mtoto wa bosi ni bosi pia. Ni bora ni bora akachezee watu, unaenda nako mjini, kanafika pale, kanasema kanataka sanamu la posta eh. Inabidi umtume Ridhiwani Kikwete akalivunja amlete, utafanyaje? Ah, kwa kuwa muda umeisha mama, na mimi naomba niishie hapo. Najua watu wengi watazania tu kwamba leo nitaomba picha ya kitu ambacho ni kweli mama, hii picha, leo, mama picha, picha kwa ya leo sasa iwe tofauti kama mabango siliyaona mama, wale picha. Kwa hiyo umegundua kuna faida ukipiga picha na mimi leo sasa, weka mabango Tanzania tu kuna mabango nimeasikia hapo kule Kenya. Kwa hiyo jiandae kujiona kimataifa mama, baada ya picha Umedimpozi mama, amesha kuona, ataamua yeye unapiga picha au upigi. Asante mama, naweza nikashuka nikajapo s. Asante sana. Baada ya Saidi Saidi, sasa tunaendelea na battle. Lady J. D. on the stage